Speaker, about... Waziri Mkuu wa Uingereza, Sir Keir Starmer ameungana na viongozi wa mataifa ya Ufaransa na Canada kuitaka Israel kukomesha operesheni zake za kijeshi katika eneo la Gaza. Sir Starmer ameitaka Israel kusitisha mashambulizi ili kuruhusu mara moja misaada ya kibinadamu kuingia katika eneo la Gaza. Waziri mkuu huyo wa Uingereza amesema kitendo cha kuzuiwa kwa misaada kwa raia ni jambo lisilokubalika na ameonya kuna hatari ya kukiuka sheria za kimataifa za haki za binadamu. Kauli ya Stama imekwenda sambamba na wito uliotolewa na rais wa Ufaransa, Emmanuel Macron, na waziri mkuu wa Canada, Maccane, ambao pia wameikosoa serikali ya Israel kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi katika ukanda wa Gaza. Viongozi hao wanaonya watachukua hatua kali dhidi ya Israel ikiwa haitasitisha mashambulizi. Hali ni mbaya katika ukanda wa Gaza kutokana na wakazi wa eneo hilo kukabiliwa na changamoto kubwa ya mahitaji mbalimbali mbali ya kibinadamu. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hakuna chakula, mafuta au dawa zilizoruhusiwa kuingia katika ukanda wa Gaza tangu Machi mbili mwaka huu. Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, kwa upande wake amewalaumu viongozi wa Uingereza, Ufaransa na Kanada kwa kile alichoita kuwazawadia Hamas baada ya kutoa wito wa kusitishwa kwa operesheni za kijeshi katika ukanda wa Gaza. Netanyahu amesisitiza nchi yake itaendeleza mashambulizi ya kijeshi katika eneo la Gaza hadi pale itakapopata ushindi mkubwa dhidi ya kundi la Hamas. Samson Mfalila, Azam News.